Haya ndo mambo ambayo yanakufanya wewe usiweze kuondokana na changamoto ya vidonda vya tumbo lakini namba mbili, na changamoto ya acid reflux. Naomba usikilize hapa, alafu niambie wewe ni kosa gani ambalo uh, unalifanya. Namba moja ni kutoweza kumaliza dawa. Wengi hatumalizi dawa, tunapoanza kupata matokeo tunaacha dawa, matokeo, tunaacha dawa. Lakini namba mbili kutumia dawa zinazotibu matokeo sio chanzo cha tatizo. Kama da unahitaji dawa ya kumaliza uh, matatizo kabisa. Tumia stomach ulcers lakini namba tatu ni kutumia dawa zinazoendelea kuchochea tatizo. Kuna watu bado mnatumia dawa za kupunguza maumivu, bado mnatumia paracetamol, bado mnatumia ibuprofen, lakini bado mnatumia aspirin. Ndugu yangu huwezi kutibu changamoto kwa kut, yaani huwezi kutibu tatizo kwa kuongeza sumu mwilini. Hiyo ni changamoto kubwa sana. Namba tatu kwa wale ambao wana changamoto ya msongo wa mawazo, kutozingatia kula, lakini kutozingatia muda sahihi wa kulala, ni uwezi kupona vidonda vya tumbo na acid reflux. Lakini pia kwa wale ambao wana changamoto ya uh, uzito kupita kiasi body mass index zao yuko juu, namba mbili wee changamoto ya figo ini una changamoto ya pressure, una changamoto ya kisukari, zile dawa unazokuwa unazitumia kila siku, basi hizi pia zinakuchelewesha wewe kuweza kupona vidonda vya tumbo. Lakini mwisho, kutozingatia lishe. Pata lishe kulingana na kilo zako, kulingana pia na grupu lako la damu. Hii itakuwa rahisi kuweza kuondokana na changamoto hiyo. Kama utakuwa na swali, basi ndugu yangu karibu, kama unahitaji